Mambo Makonda akilifanya inakuwa kubwa, waambie siri ni Yesu Kristo mwana wa Wazareti aliyoko ndani yake. Basi ntaendelea kushuhudia wema wake, uaminifu wake, na wala sitamuonea aibu na wala sitamkana. Ukiniambia nichague kati ya kazi au Yesu, nitakwambia niachie Yesu, chukua kazi yako. Ukiniambia nichague kati ya pesa au Yesu, nitakwambia achukua pesa yako, niachie Yesu. Ukiniambia chagua kati ya umaarufu au Yesu, nitakwambia beba umaarufu wako, niachie Yesu wangu, kwa kuwa ndani ya Yesu maisha yangu yako salama. Ninaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili yenu, na naomba niwatie moyo, naomba niwatie moyo maneno anasema ya Mungu ya kwamba japokuwa utu wangu wa nje unaonekana umechoka unachakaa, lakini utu wangu wa ndani unafanyika upya siku kwa siku. Kapita mahala wakikutazama hivi, wasema mbona umechoka hivi, waambie ni jambo la wakati tu, waambie ni jambo la nini. Ndio bwana, mwimbaji mmoja anaitwa Sinach akasema, I know who I am. Haijalishi nini kinaendelea huko, lakini minajua, mimi najua mimi ni nani. Haijalishi unachokiona, lakini najua ndani yangu kuna nini kinafanya nini kinaendelea.